Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahir rahmanir rahim. Anasema Abil Hasan Musa bin Jafar al-Kadhim alayhi salam, al-Imam al-Kadhim, anasema idha waatumus sigara faufu lahum. Pindi pale mtakapowaahidi watoto, watoto wenu. Wazazi mnapowaahidi watoto, basi watimizieni ahadi zile mlizowaahidi annakum antum lladhina tarzukunahum, kwa sababu watoto wenu pale mnapoahidi wanaona kana kwamba nyinyi ndio mnao waruzuku wa. inna allaha la lin nisai wa la llaha la yaghdhabu bisheiin kaghadhabihi lin nisai wa sibyani, na hakika Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa taala hakasirishi na jambo hakasirishi na jambo kama vile anavyokasirika kumwona mwanamke na mtoto wako katika mazingira hawana furaha, kwa sababu hawajatekelezewa ahadi, hawajatimiziwa ahadi, hawajaletewa vile walivyoviahidiwa. Kwa hivyo mnapowaahidi watoto, wazazi, wakina baba, hasa wanaume, mnaenda makazini, nyinyi ndio mnalea familia, mnatoa matumizi. Unapomwaahidi mtoto, nenda mbio kuitimiza ahadi ile na kuingiza furaha katika moyo wa mtoto, ni kuingiza furaha e, kubwa na kutengeneza maana kubwa katika maisha ya mtoto, na hivyo unatengeneza sababu za kufunguliwa milango ya riziki. Usikae na kupuuzia ahadi unazoziahidi. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.